Mwenyewe wengi mawazo jamii sana utamaduni, kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni hukumu ambayo imetolewa dhidi ya msanii na mdau wa muziki kutoka nchini Burundi ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani kwa kosa ambalo inatajwa kwamba ameingia nchini Tanzania na kuishi nchini humo kinyume na sheria hukumu ambayo katika mitandao ya kijamii imezua mitazamo tofauti. Inatajwa kwamba hukumu hiyo ambayo imetolewa sio kwa ajili ya kuishi nchini Tanzania kinyume na sheria, bali ni kutokana na video za falagha ambazo zilizagaa katika mitandao ya kijamii na mmoja miongoni mwa wasanii nchini humo wa kike ambazo inadaiwa zilivuja katika mitandao huku wengine wakidai ya kwamba video hizo hazikuvuja, bali ni msanii huyo mwenyewe ndiye ambaye aliochukua jukumu la kuweza kuachia video hizo ili aweze kuzidisha umashuhuri wake katika tasnia ya muziki na ushawishi katika tasnia ya muziki nchini Tanzania. Msanii huyo alijitetea kuhusu video hizo, huku wengine wakidai ya kwamba video hizo aliweza kuziuza ili kuweza kujipatia pesa kutokana na kushamiri kwa biashara hiyo katika mitandao tofauti. Hivyo basi hukumu ambayo imetolewa dhidi ya mdau huyo wa muziki inatajwa kwamba katika sheria za uhamiaji, iwapo mtu atakwenda kinyume na sheria hizo, basi mtu huyo huwa akitakiwa kurejea katika taifa lake na sio kuhukumiwa kifungo, kama inavyotajwa kwamba tayari msanii huyu kutoka nchini Burundi amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu. Ni jamii sana, utamaduni unasemaje kuhusu hukumu ambayo imetolewa dhidi ya mdau huyu wa muziki Chuma cha Chuma kutoka nchini Burundi? Tuachie mtazamo wako.